Na wengine walikuja kumsalimu tu, mara baada ya ziara yake nchini Marekani. Watu watano hao walikuwa ni bwana Doc Brown Michael Robinson ambaye alikuwa anafahamika kama Free Eye, na vile vile Dixon ambaye huyu alikuwa ni DJ wa mtaani. Pia alikuwa Mo Carton ambaye alikuwa ni maarufu kwa jina la Santa Davis. Huyu ndiye mpiga drama tata kabisa katika bendi ya Peter Tosh. Wote hao walikuwamo katika nyumba yake usiku huo wakiwa wanapiga soga ndogondogo na stori hapa na pale, huku mivinyo kitirilika katika koo zao. Haikupita kitambo sana Peter Tosh alisikia kama kuna jambo nje kama vile mtu anaongea na kugonga mlango. Mick, hebu nenda kaangalie getini, kuna nani? Tosh alimwambia mmoja kati ya watu waliokuwemo ndani humo. Hakujua ulikuwa ni usiku wake wa mwisho. Usiku huo ambao muziki wake wa rege ndio ulikuwa unauawa. Punde tu alifungua geti, watu watatu wenye bunduki waliingia ndani. Tulieni, hili linatokea kwa sababu yako wewe, alisema mmoja ya wauaji hao, huku akimwoneshea kidole mke wa Tosh. Anaikumbuka sana hiyo siku Mr Carlton Santa Davis, mmoja kati ya manusura aliyekuwa anatoa ushuhuda wake hivi siku za karibuni. Na wakati huo wa tukio, yeye alikuwa hajaonwa na wauaji hawa, kwa kuwa alikuwa ameketi katikati ya mapazia yaliyokuwa yamemziba ili asionekane vizuri na nyuma yake Bwana Santa kulikuwa na mlango wa kioo. Hakudhani kwamba kama wataweza kumwona. Aligundua mmoja kati ya wauaji hao alikuwa anafahamika kwa jina la Lipo Loban, mtu ambaye aliyetoka jela mwaka mmoja tu uliopita na ambaye alikuwa akipewa msaada na huyo huyo Peter Tosh, sanjali na kutafutiwa kazi mara baada ya kutoka jela. Walikuwa hawajavaa vinyago wala nini, hivyo hawakujali kama wangejulikana. Lakini haikuchukua muda sana, walimuona Santa ambaye aliyekuwa amezibwa na hayo mapazia. Walimwita werasta, hebu lala chini nawe, alisema mmoja kati ya wauaji hao akimwambia Santa. Wakati huo wote walikuwa wamelala chini, wamelalia matumbo na sura zao zikitazama kiupande, yani wamelalia sikio. Hapo ndipo Lepo alipoanza kumuuliza Peter Tosh kwamba ameweka wapi pesa alizotoa Marekani. Tosh alisisitiza kwamba hakuwa na pesa yoyote ndani kwa wakati huo. Labda angelienda benki siku ya Jumatatu. Nitakwenda benki Jumatatu. Walimpiga na kitako cha bunduki tena na tena. Santa aliyekuwa amelala karibu kabisa alimsikia Tosh kwa namna alivyokuwa akigugumia na maumivu makali kabisa. Alisema Santa, sikuwa na uwezo wowote wa kufanya lolote kumwokoa kaka yangu. Hayo ni maneno yaliyotoka kwenye kinywa cha Santa, huku akionekana na huzuni mkubwa kabisa, katika mahojiano aliyokuwa akifanya na kituo fulani. Baada ya kipigo kizito kwa tosh na wakati huo hana pesa, mmoja alisikika akisema unakufa usiku huu. Kulikuwa na kimya kidogo, na kwa mara ya kwanza mtu mgumu na jasiri Tosh alionekana kuogopa sana. Licha ya kuwa na ugumu huo, alijua kifo kimewadia na kimemfikia kwa wakati huo, ila hakuwa na namna yoyote ile. Baada ya sekunde kadhaa, risasi zilirindima katika eneo hilo. Ni Peter Tosh alikuwa amelala sakafuni kimya na rasta zake ndefu, risasi zikimfumua kichwa chake, huku walifuatia na wengine, na wao walimiminiwa risasi nyingi sana katika paji zao za uso. Santa alikuwa wa mwisho, alijua ni zamu yake imefika sasa. Yeye alipigwa risasi sehemu ya bega upande wa kushoto. Baada ya muda kukawa na ukimya, akasikia kwa nje mlio wa gari iliyowashwa na kutokomea mbali, hivyo akajiona yeye ndiye aliyopona. Santa alikuwa anapumua kwa shida. Wakati huo Marine, ambaye pia aliyekuwa ni mwanamke wa Tosh, kumbe alikuwa hajadhuriwa kwa kitu chochote kile. Santa alimwambia Marine ambaye pia alikuwa hajiwezi alisema kuwa pumzi inambana sana. Alikimbilia haraka nje na kwenda kwenye gari yake aina ya jeep. Aliiwasha gari hiyo, ambapo upande mmoja tu wa kulia wa mwili wake ndio uliokuwa mzima huku mwingine ukiwa umekufa. Gans aliendesha gari hiyo hadi hospitali katika chuo cha West Indies huko. Baada ya dakika chache tu, zinakadiriwa zilikuwa ni dakika kumi, alikuwa akipiga honi kwa nguvu nje ya geti ya hospitali. Alipokuja kuchukuliwa na kukimbizwa chumba cha dharura, alipoteza fahamu kwa muda baada ya kuzinduka upande mmoja wa Jeff Free I Dikson akiwa anaunguruma kwa taabu, upande mwingine Peter Tosh ambaye madaktari walimzingira huku wakihaa huku na kule, ambapo ndipo Santa alipokuwa amemsikia daktari mmoja akisema nina mashaka kuwa bwana Tosh ametutoka, licha ya kuwa ajiwezi. Kauli hiyo ilimuumiza sana Mr Santa. Peter Tosh alikuwa ameiaga dunia katika umri wa miaka 42. Pia Jeffrey i ambaye alikuwa ni DJ wa mtaa alifariki na majeraha hayo mabaya ya risasi. Wilton Doc Brown pia naye alifariki dunia kutokana na majeraha hayo hayo. Wengine wote wakasalimika na roho zao, ila wakiwa na majeraha makubwa sana. Baada ya mapolisi kuwahoji waliosalimika, walimtaja Lepo Roban, baadaye akakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Baada ya hukumu iliyochukua dakika 11 tu hapo mahakamani alihukumiwa kunyongwa hadi kufa, lakini baadaye adhabu ikatenguliwa na kuwa katika kifungo cha maisha. Lepo ambaye amekuwa akikanusha siku zote kuwa hahusiki kabisa na mauaji hayo, na kwamba usiku wa tukio hilo yeye alikuwa katika kioksi fulani akiwa akipata vinywaji vyake, burudani, na ndipo alisikia tukio hilo la kuuawa kwa Peter Tosh. Jina lake kamili anaitwa Dennis Lepo Loban. Huyu ni mtukutu aliyetumia maisha yake yote kwa kiasi kikubwa sana akiwa jela. Hata baada ya kutoka tu Oktoba mwaka 1986, mwaka uliofuata Septemba mwaka 1987, akaondoa uwai wa Peter Tosh, mtu ambaye alijitolea kumsaidia kwa hali na mali kwa sababu alimfahamu zaidi na wamekuwa wote katika mitaa ya Trent Town, na sasa ndiyo huyu aliyerudi kuondoa uwai wake. Kweli aliwahi kuimba katika wimbo wake mmoja uliokuwa unafahamika kama Maga Dog, akisema Solfi Maga Dog Him turn around by you akiwa na maana ambayo siyo ya moja kwa moja, si unajua tena Kiswahili chetu kirefu basi. Alikuwa anamaanisha kwamba unaweza kumpa chakula mbwa mwenye njaa na aliyekonda ili aweze kunawili, lakini baadaye anakugeuka na kuuma mkono ule ule uliokuwa unampea chakula, na ndivyo alivyoyafanya bwana Lepo Roban kwa Peter Tosh. Santa anamnyooshea kidole mke wa Peter Tosh Marin Brown kwamba ndiyo chanzo cha Peter Tosh kuuawa, kwamba siku chache kabla ya tukio hilo, Marin Brown walikwaruzana na bwana Lepo Roban, alikutana naye katika sehemu moja na akamtukana kwa kumwita Lepo, jina ambalo ni matusi kwa lugha ya Jamaika. Yeye alimwita Batman kwa maana mtu aliyekuwa ameshiriki mapenzi ya jinsia moja. Lepo aliraani sana na kusema Peter Tosh ameshindwa kumchunga mkewe, alivyomtawala alisema, na nitaifundisha familia hii. Kwa baadhi ya vyanzo, na vyanzo hivi vya habari anaenda mbali zaidi na kudai kwamba Rita Marley ndiye aliyepanga mauaji ya mumewe Bob Marley kwa kumpa vumbi la mlipuko wa nyuklia, yani radioactive ash alilopewa na aliyekuwa mmeriki na producer wa lebo ya Iceland Record, Christine Brackwell amba Bob Male alikuwa chini yake au kuwa band Wailers na Rita Mare wana ugomvi kwa muda mrefu, hatujui lakini ukweli unabaki kuwa Peter Tosh alitakiwe afe tu. Je, ni kwa nini? Sababu ya kwanza ambayo ngalima ninaweza kuitaja ni mdomo wake mkubwa, na msimamo wake pia ulimchangia kwa kiasi kikubwa sana Peter Tosh afariki dunia au auawe, au, na bwana Lepo roban Lepo alikuwa ni kama kisu tu, lakini kuna mkono uliokuwa umeshika kisu hiki ndiyo uliokuwa umeangamiza maisha ya gwiji huyu wa rege duniani. Kujua kwa nini Peter Tosh aliuawa, ni lazima kujua falsafa ya maisha yake kwa ujumla. Naam. Peter Tosh alizaliwa mnamo Oktoba tarehe 19 mwaka 1944, katika jiji la West Morand nchini Jamaica. Alizaliwa na jina lake la ubatizo kama Winston Herbert McIntosh alizaliwa kutoka kwa wazazi wake wawili waliokuwa watu wa kanisa. Baba yake aliyekuwa akifahamika kama James Makintosh aliyekuwa ni mchungaji wa kanisa katika mitaa ya Savana Lamar ambako alikutana na mama yake Peter Tosh Alvera. Kwa nyakati hizo za makuzi ya udogoni kabisa, akiwa anatumia jina lake la ubatizo Winston Herbert McIntosh, hakupata bahati ya kulelewa na wazazi wake kabisa, hasa baba yake ambaye alikuwa na watoto wengi sana. Hivyo kwa sababu ya kuwa na watoto wengi, baba yake huyo akasahau familia nyingine, ikiwamo familia ya bwana Peter Tosh. Maisha yake kwa kiasi kikubwa amelelewa na shangazi yake, lakini tunaweza kusema amejilea mwenyewe. Bwana huyu amekuwa ni mtu wa kujitegemea sana tangu akiwa mtoto. Aliwahi kuulizwa kama shangazi yake ndiye aliyekuwa akimkuza na kama alikuwa na mchango mkubwa sana wa kufanya maisha yake yawe kama yalivyo, yeye alisema hapana, unajua, nilikuwa na miaka mitatu kwa umri, lakini nilikuwa na miaka hamsini kifikra. Mwisho wa kunukuu. Akiwa katika umri mdogo kabisa alianza kujifunza kupiga gitaa baada ya kupita katika mtaa mmoja na kumwona mtu akilicharaza gitaa kinomanoma. Peter Tosh alivutiwa sana na upigaji hule wa gitaa. Alisogea karibu na kumtazama jamaa kwa ukaribu zaidi ambaye aliamua kumfundisha Peter Tosh, na baadaye alipopata gitaa la kwake alianza kufanya mazoezi na kuwa mpigaji mzuri sana na hodari wa gitaa. Kutokana na ubishi, udadisi, ung'ang'anizi wa kutaka kujua jambo, ndivyo vilivyomsaidia baadaye ukubwani kujua kupiga karibia ala nyingi za muziki na kuwa mwalimu mzuri wa Bob Marley katika gitaa mara walipokutana. Baada ya kuishi katika mji wa Savanna Lamar kwa zaidi ya mhongo mmoja, Tosh na shangazi yake mwaka 1956 walihamia katika mtaa wa Dehman, Kingston jiji kubwa huko nchini Jamaica ambapo miaka mitatu mbele Tosh akiwa na umri wa miaka 15 shangazi yake alifariki na kumwacha na mjomba wake. Hapo ni kama alikuwa anajilea mwenyewe bwana Tosh mwaka anaouawa mwaka 1987 alitoa albamu yake ya mwisho iliyokuwa ikifahamika kwa jina la No Nuclear War, ambapo mwaka 1988 baada ya kufariki ilichukua tuzo ya Grammy kama albamu bora ya rege ya mwaka. Ni katika albamu hii Tosh amepinga matumizi ya silaha za nyuklea na kupinga ubaguzi wa makaburu nchini Afrika Kusini. Hii ndiyo iliyokuwa falsafa yake ambayo watu wengi sana waliifananisha na ile ya Malcolm X katika kudai haki. Hakupenda kuimba nyimbo za kuhamasisha upendo kama Bob Marley, wakati mwingine wanakandamizwa. Falsafa yake ilitofautiana na Bob Marley, alifananishwa sana na Martin Luther King Jr kwa kudai haki, kwa kuhimiza umoja na mshikamano. Tosh hakuwahi kuwa mnafiki hata siku moja, aliongea kile kilichopo katika fikra zake. Aliwahi kuulizwa kama kifo cha Bob Marley atakuwa amepoteza kitu, yeye alisema hapana, hakuna nilichopoteza. kama mke wangu mke wangu kitu...